Hizi kazi zote ni mtendaji wake ni Allah, mfanyaji wake ni Allah. Anakupa, anakunyima, anakunyanyua, anakuangusha, anakupe, anakupeleka, anakurudisha, anakufisha, anakuhuisha, anakuruzuku, anafanya yote haya. falamaru kulluha biyadihi, umri wetu maisha yetu yote amemiliki yeye. Anavyogawa yeye ndivyo tutakavyokwenda sisi mashainaha khutan kutibat alaina, sisi tunapiga msamba tulioandikiwa yani tunapiga step aliyotuandikia. Akisema piga hapa step, tutapiga. Akisema hapa huna ruksa, hatuna ruksa. Mashainaha khutan kutibat alaina, tumepiga step tulizoandikiwa tuzipige. Wa man kutibat alayhi khutan mashaha, na yeyote atakayeandikiwa step zake za kupiga ni samba atakayoandikiwa na Allah ya kuienenda atakwenda tu. mashaha waman kanat maniyatuhu bi ardhin falan yamuta fi ardhin siwaha. Na atakayeandikiwa kwamba wewe ni hapa, ni hapo hapo, wewe ni kule, ni kule kule, hata riziki, hata kifo, hata ajali, hata kile unachokisema, unachoandikiwa ndicho unavyokwenda

Hal turidu an takuna an taalama halahu sallallahu alayhi wasallam kaifa kana yaishu wayuashiru nnas fi ramadan. Wewe kama Mwislamu utapenda role model wako kudwa wako kigezo chako chema, ujue kilikuwa kikiishi vipi kigezo hiki. Yaani Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa anaishije ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadan, kiigizo chema qudwa role model ilikuwa vipi? Alikuwaje mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwezi mtukufu wa Ramadhan? Abdullah ibn Abbas anakueleza kana rasulullahi ajwada nnasi. Hii ni nje ya Ramadhan, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mkarimu kuliko wote. Ajwad mubalagha jawad ni mkarimu na ukarimu huu wa jawad ni zaidi ya ukarimu ule tunaoujua wa kawaida. Karam ya Rasulullah ilikuwa inagawika, au karam ya kawaida inagawika katika sehemu tatu. Kuna alkaramu fi lmali, kuna alkaramu fi lilm, kuna alkaramu fi ljaha. Hizi zote zinatokewa mtu akawa nazo na akawa mkarimu katika nguzo katika mambo matatu hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hizi zote ilikuwa ndio hodari wao: ukarimu katika mali, ukarimu katika elimu na ukarimu katika jaa, cheo, uwezo aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mambo yote alikuwa mkarimu Rasulullah katika hivi vitatu na vinginevyo tusivyovijua. Sisi Mwenyezi Mungu ametukirimu katika haya matatu niliyo yataja, huenda ukawa wewe unayo. Kama huna mali unayo elimu, kama huna elimu unacho cheo. Hivi vitu vitatu sisi tunavyo, wengi wetu, na hapa msikitini, inawezekana kwamba sisi ambao tupo hapa hatuwi ni wenye kuyakosa matatu haya, alilmu walmalu waljaha, elimu na mali na cheo, asiyekuwa na elimu ana mali, asiyekuwa na mali ana cheo, asiyekuwa na cheo ana elimu, asiyekuwa na elimu na mali amepata. Hivi vitu vipo. Sasa, ukarimu wako umeonekana lini katika kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekumilikisha? Abdallah bin Abbas anasema Kana Rasulullahi ajwada nnas, mtume alikuwa mkarimu wa watu. Yani alikuwa yeye ndo yuko mbele, tukizungumzia mambo ya ukarimu, yeye anakuja nambari moja, ajwada nnas. Inatosha ile kauli ya bedwi alipomzungumza mtume, alipokwenda nyumbani kwa watu wake, amechukua kundi la mbuzi aliyopewa na Mtume Muhammad, tena bila yeye mwenyewe kuamini. Alimuuliza tu mtume Hivi vyote ni vyako wewe Muhammad. Mbuzi wote hawa ni wako. Akamwambia ndio, ni wangu. Mtume akamuuliza unawapenda? Unawahitaji? Unawataka wewe? Akamwambia ndio. Akamwambia chukua, ni wako. Yaani bila ya kumungunya maneno, mtume anamwambia awachukue. Ni wa kwako. Bedwi alipofika kule alikuwa shock. Sikiliza takriri ya Badawi min inda Rasulillah. Anasema inna Muhammadan, maneno haya ya Bedwi yaandikwe kwa wino wa dhahabu. Inna Muhammadan yuti ataa man la yakhsha lfaqra. Muhammadi jamani ni mkarimu, ukarimu wa mtu ambaye haogopi kufilisika. Muhammadi ni mkarimu, ukarimu wa mtu ambaye haogopi kumalizikiwa na alichokimiliki. Uenda ukawa mkarimu sana, lakini ukawa unakwenda polepole na wenzako, nakwambia e, hey, bwana hey. Pole pole hali ni ngumu, hali ya uchumi vile na hivi, hali ni hivi na vile. Angalia vizuri bwana, usitafute sifa usa, u, na mashetani ndio wengi wanasema, ash-shaytanu yaidukumul faqr, shetani mara nyingi anakupa image ya ufukara. Ukitaka kutoa kitu ukombee, angalia uh, vizuri. Corona juzi juzi tu hapa ili paralyze kila kitu, usijifanye bingwa. Yani haya yote yanatokea lakini Bwana Mtume beduye na msifu anasema, kana yuti ataa man la yaksha alfaqra, alikuwa anatoa ki, ki, kiasi kwamba haogopi kufilisika, kwa sababu anachokitoa anajua ndio cha kwake. Na hii mifano waliichukua wengi katika masahaba zake ridwanullahi taala alaihim. Na Imamu Ahmad Ibn Hanbal anasema katika Waislamu ni wachache sana watu wanaosifika kwa ubakhili, ubahili wa aina yoyote, ubahili wa mali, ubahili wa elimu, ubahili wa vyeo. Muislamu akiwa na mali atakuwa mkarimu, muislamu akiwa na elimu atakuwa mkarimu, muislamu akiwa na cheo atakuwa mkarimu. Atatoa mali yake, atatoa elimu yake, na cheo chake atakitumia kwa kunufaisha watu. Utaona watu wanafurahika wanasema pale alipokuwa mtu ni mwislamu mambo yalikuwa mazuri kwa sababu alikuwa ni jawad katika cheo chake. Asema la yambaghi abadan an yakuna almuslimu bakhilan, hatakiwi muislamu kuwa bakhil na ahasi zaidi mwanachuoni sahibu lhadith sahibu lquran. Anasema haiwezekani kabisa eti mtu amehifadhi Qurani na hadithi za Mtume alafu awe bakhili

Utamwona namna uso wake ulivyokuwa unamemetuka na bashasha, akijua yani, kwamba unakuja kumwomba, unakuja kuchukua kitu kwake, unakuja na shida. Asema, tarahu mutahallilan kaannaka tutihi alladhi anta sa'iluhu, kana kwamba wewe ndo unaenda kumpa na yeye ndo anapokea. Kama ilivyokuwa kawaida, wenye kupokea ndo wenye furaha sana. Utaona mtu unapompa furaha yake ni kubwa, na nakuombea na madua, na unaona namna alivyofurahi. Wengine wanatamani hata kukubeba, kwa sababu wanasema umeshaniweka mjini, sasa mimi sasa nimeshakuwa boss kwa hao mtakao kwenda kuonana nao, mimi sasa umenifungua. Wengine wanatoa maneno ambayo wewe mwenyewe unashangaa, huyu mtu kumbe alikuwa na shida kiasi hichi. Ndivyo alivyo mtu mwenye kupewa, lakini kwa Mtume ilikuwa ni bilaksi na kwa watu wanaoamini kipi? Wanachokitoa kinakwenda wapi? Ilikuwa ni bilaks, yani wewe unaenda kupokea, lakini yeye mwenye kukupa ndo furaha yake ni yani kubwa kuliko wewe mwenye kupokea. Na hivi ndivyo alivyosema Saad Laith Bnu Saad. Alaith Bnu Saad, ndugu zangu, ni katika wanachuoni wachache waliobarikiwa nema zote mbili, nema ya mali na nema ya elimu. Pamoja na neema ya mali aliyokuwa nayo Al-Layth ibn Sa'd hajawahi kutoa zaka hata mara moja katika umri wake. Nini maana yake? Mtu tajiri halafu hatoi zaka kwa sababu ilikuwa mali yake haifiki kiwango cha kutoa zaka kwa sababu ya kutolewa sana. Haifiki mwaka. Sasa wale inafika mwaka inazungukia kwa sababu imekaa. Imekaa benki pesa inakuja unaambia toa 2.5% sasa mali yake yeye ilikuwa haifiki nisab, haifiki kiwango, haifiki ile haul. Na ni miat alikuwa ni malioner, Alaith Bnu Saad, mafkhara ya watu wa Masr, Imam Malik. Mali nyingi alizokuwa akizipata alikuwa akipata kutoka kwa huu naye, alikuwa akiwa fainansi wanachuoni na uadhi na watu wenye elimu mali yake ikienda huko. Aliwahi kusema, lau yarifu ya almunfiu ladhat almunfiq lau ingekuwa mtoaji wa mali yake anajua ladha yake, lakana. Anasema farahu lmunfiq adhamu min farahi alakhir, ingekuwa furaha ya mtoaji ni kubwa kuliko furaha ya mpokeaji, watu wangekuwa wanajua maana ya kutoa, maana ya ukarimu. Furaha za watoaji ndizo zingekuwa kubwa kuliko furaha za wapokeaji. lau yalam almunfiq ana sadakatahu taqau fi yadi yadillah qabla an taqau fi yadi lmiskini, lau angekuwa anajua huyu mtoaji kwamba anayepokea kwanza ni Allah kuliko anavyopokea fukara na maskini, unampa Allah wewe, basi furaha yako ingekuwa kubwa kuliko furaha ya mpokeaji. Lakini kwa sababu huyajui hayo, maskini mpokeaji ndo ana furaha, anakusifu anakupenda, pamoja na hayo lakini utoaji una maana kubwa sana katika dini yetu. Kuna sura maalum inaitwa Suratul Maun, hii sura ya kutoa na kusaidiana. Araaita ladhi yukadhibu biddin, fadhalika ladhi yaduu lyatim wala yahubu ala taami lmiskin. Hawa walikuwa wakarimu kiasi hicho. Rasulullahi alikuwa na mjukuu wake, huyu mjukuu akiitwa Aliyu bnu lhusein, Husein bn Ali ali ibn Abi Talib. Kwa hiyo ni mtoto wa Fatima huyu. Jina lake Ali, baba yake ni Hussein. Hussein huyu baba yake ni Ali ibn Abi Talib, sahaba wa Mtume Muhammad. Ukisoma vitabu vya historia utampata anaitwa Zainul Abidin. Kwa ibada alivyokuwa mzuri wa ibada, mpaka aitwa pambo la wenye kuabudu. Yaani ni katika watu waliokuwa wakifanya ibada sana, Zainul Abidin. Al-Imam Zainul Abidin. Jina lake Ali ibn al Ibni Ali Ibni Abi Talib, huyu siku moja yuko Maka, anafanya tawafu. Kila anapotaka kwenda kugusa hajarul aswad, wimbi la watu linakatika hivi linamwachia njia. Wenyewe tawan, sio kwa kulazimishwa, kwa kupenda wenyewe wanampa nafasi, anakwenda anagusa hajarul aswad, anaendelea na tawaf. Akitaka kwenda kwenye hajarul aswad kulibusu, watu wanaacha njia mwaka huu alikuwepo Hishamu ibn Abdulmalik ibn Marwan. Hishamu ni katika watawala wa Bani Umayya. Yeye hawezi kuifikia hajarul aswad kwa mawimbi ya watu, anaangalia angalau kupatikana nafasi ya penye mtu mwingine. Watu wanaacha njia, wanamwachia na kwenda kugusa. Sasa watu wa Shamu wakawa wanashangaa wanaulizana man hadha, huyu ni nani? Mbona watu wanampa heshima kubwa kama hii? Atakuwa nani huyu? Tena wakamuuliza hishamu bnu abdulmalik. Hishamu bnu abdulmalik anamjua lakini hakutaka kumtaja, kwa sababu watu wengine, hata ukiwataja, maana yake unaona kama umeshawapa nafasi ya kupendwa zaidi. Usimtaje, usimtaje kwa sababu a ni wanasiasa katika upande mwingine. Kwa hiyo asije akaona pande la bani umaiya linakatika katika kumfuata na kumpa mambo mengine ambayo wangetaka labda wao wayapate. Kwa hiyo alipoulizwa nani huyu akasema, la adri, mimi sijui nani yule. Pembeni alikuwepo mshairi anaitwa Farazdak. Farazdak akatambua kwa nini huyu kasema simjui na anamjua yeye yeah, akasema, walakinani aarifuhu

Viwanja hivi vitukufu Alharam hii alhilu hii Alkaba hii zote hizi zinamjua huyo, wewe umjui. Vitu vyote hivi vinamjua. hadha bn Fatima, huyu ni mtoto wa Fatima binti Rasulillah, kwa sababu ni kijukuu chake. Babu yake ni Ali bn Abi Talib, Ali mke wake ni mama Fatima. hadha bn Fatima in kunta jahilahu, kama umjui, nakupa habari

Ilo neno lako kwamba simjui au ni nani huyu halitomdhuru kitu huyu. Waarabu na wasiokuwa Waarabu, Waarabu na Waajemi wote wanamjua huyu, usipomjua wewe ndo, ni wote wanamjua kisha. Anamwambia, yughdha hayaan wa yughdha min mahabatihi wala yukallamu illa hina yabtasimu. En, fa in raathu quraish qala qailuha ila makarimi hadha yantahi lkaramu kinta yadayhi ghiyathun amma nafuhuma yastawkifani wala yaruhuma adamu. <coughs> Makuraishi wenyewe wakimwona, wanasema unaona pale, ndio mwisho wa makarim ihsan na uchamungu pale, ndio mwisho wa tabia za utoaji. Alikuwa anajulikana kwa hilo mpaka kiasi kwamba mabega yake yalikuwa yana alama kwa sababu ya kubeba magunia kuwapelekea maskini. Hawakuona alama zile mpaka siku ya kufa kwake, walipokuwa namuosha, alipokuwa katika khashabatul ghusl, wanaona alama za kubeba mizigo mwenyewe akipeleka katika majumba ya maskini na mafukara. Sayantahi alkaramu ila haula, ukarimu unamalizia hapa kama alivyokuwa babu yao. Kisha anasemaje

hiyo la yake pia ingekuwa naam, ingekuwa yes. Mashairi ndio mambo ya waya kwa kusifu. Anasema kila anayekwenda kwake kutaka haja hakumrudisha, kila aliyefika kugonga mlango wake hakumwambia no. Ma qala la qat illa fi tashahudi la, hii aliyesema anaposema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammada rasulullah pale ndio la au anaisema, sio katika mambo ya ikrar na kama si tashahud pia, la yake ingekuwa naam. Ukarimu ulikuwa na watu wake, ulikuwa na nyumba yake, na sisi ndio watu wake, kwa sababu sisi ndio wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad na wafuasi wa ahli baiti wa Bwana Mtume Muhammad, lazima tujifunze kuwa wakarimu. Bali Mtume anasema ma min yawmin yusbihu alibadu fih illa malakani yanzilani hakuna siku ambayo watu wanapambaukiwa isipokuwa malaika wawili wanashuka. Yaqulu ahaduhuma, malaika mmoja huwa anasema anadua, Allahuma ati munfiqan khalafa halafa, ya rabbi, mpe mwenye kutoa kwa ajili yako badala na ya kile alichokitoa. Wayaqulu lakhar, Allahuma ati mumsikan talafa, mpe aliyezuia kwa ubakhili maharibiko katika kile alichokizuia. Tutoeni tuwe kama Mtume katika mwezi wa Ramadhan anasema alikuwa al Jibrili akija kumsomesha Qurani, anasoma Mtume na Jibrili wanasoma pamoja. Asema fala rasulu Llahi hina yalqahu Jibril kana ajwadu min arrih, kana ajwadu bilkhair. Baada ya kutoka pale Mtume ya kusomeshwa na kusoma Quran, alikuwa mwepesi na mkarimu zaidi, min arrih lmursala, kuliko huu upepo ulioambatana na mawingu ya mvua. Nasema haya yanapigiwa ukarimu kwa sababu wakulima mashambani huwa wanafurahi sana wakiona pepo hizi za mvua zinavuma, kwa sababu wao ndo wanaona sasa utajiri unatunyemelea. Mazao yetu yatastawi, tutavuna mwaka huu. Mvua huwa zinawafurahisha sana wakulima, na huko ndiko kwenye maisha sisi sote tunaanzia huko ufutari na kila kitu mpaka tutoe kutoka huko mashambani hizi mvua hizi basi anasema msemaji, anasema hadithi hii, Mtume alikuwa mwepesi kuwafikia watu kuliko upepo unapovuma. Unavuma una, how many kilometers parawa? Unavuma kiasi gani upepo, na unapeleka mvua na zawadi, na wakulima wanafurahi. Mtume alikuwa zaidi ya upepo wenye kheri katika siku hizo. Ndio maana katika mwezi huu Mtume hakutaka umalizike ila kwa kuwafurahisha wanyonge akasema tuwape kitu kinaitwa zakatu lfitri. Baada ya zakatu lmali kuna zakatu lfitri. Zakatu lmali kwa wenye uwezo, zakatu lfitri kwa kila Mwislamu ajitolee yeye mwenyewe na amtolee kila anayemlea, akiwa mke wake na watoto wake. Kwa hiyo ukiwa mwenyewe utajitolea zakatu lfitri, saan min atamre au zabib au alaqti au shair au lbur, hizi zote vimetajwa. Ulama wetu wakatuambia chakula kinacholiwa sana katika mji, utoe kiasi gani? Pishi moja. Pishi ni arbaatu ba amdad. Mudi ni mikono hii miwili ya mtu aliyekamilika aliyestawi, sio kama mimi. Mimi viganja vyangu ni vifupi kwa sababu ya hajmu yangu kwa hiyo haiwezi kuhesabiwa. Tunataka mtu ambaye amestawi vizuri, mikono yake akifanya hivi, basi kafaini mamluaini au mamluataini mu'tadilataini, viganja viwili vilivyokuwa sawa kabisa, vimeitadili, ambavyo si vifupi wala si virefu sana, vilivyojaa kamili. Ndiyo, ndiyo inaitwa nini? Kibaba. Yani hii moja iliyojaa ndio kibaba. Kwa hiyo pishi ni hivi vinne, unateka moja mbili tatu nne, hiyo ndo pishi moja. Kwa kilo inawezekana ikafika kilo mbili mpaka na nusu, katika kilo ya kawaida ambazo tunapima leo na, na hivyo ndivyo ambavyo utajitolea mwenyewe kama una mke na watoto utatoa pishi yako, pishi ya mkeo, pishi ya mtoto mmoja na pishi ya mtoto mwengine. Kila mmoja pishi yake. Wakati gani? Baina salati al-eid na salati al-fajr, kipindi hicho, au jua likianza kuzama kama, ni siku ya mwisho katika siku ya Ramadhani kwamba kesho ni Eid. Unaanza kutoa zakatu alfitri yako wa halum majara. Yote hii ni kwa nini? Kwa sababu ya kupiga furaha katika nyumba za Waislamu. Kila mmoja siku ile ya furahi, ale chakula kizuri, furaha, kwa sababu hakuna ibada kubwa baada ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na kumtii mtume wake kama kuingiza furaha katika nyoyo za watu. Usiache kutoa zakatu lfitri kwa kutahirisha hali yako na kusindikiza saumu yako, hii amewajibisha. Ndio maana sahaba anasema, farada alaina Rasulullah sa'a min atamr